Epuka makosa haya unapokuwa period. Kosa la kwanza ni kukaa na pedi kwa muda mrefu sana. Unapokuwa period inatakiwa ubadilishe pedi kila baada ya masaa matatu hadi manne. Hii itakusaidia sana kuepusha na infection lakini pia na matatizo mbalimbali ya mfumo wa uzazi. Kosa lingine, epuka kutokunywa maji ya kutosha. Hakikisha unapokuwa period unywe maji ya kutosha. Na kosa lingine, epuka kunywa vitu vya baridi sana unapokuwa katika kipindi cha period Usipendelee kunywa vitu vya baridi sana. Na kosa lingine, epuka kuoga maji ya baridi sana, usioge maji ya baridi sana unapokuwa period. Hii itakusaidia kuepusha kupata maumivu makali wakati wa period na changamoto zingine za mfumo wa uzazi. Na kosa la mwisho, epuka kula vyakula vyenye mafuta mengi sana au kula vyakula vyenye sukari nyingi sana. Hii itakusaidia sana kulinda afya yako ya homoni na mfumo wako wa uzazi. Epuka makosa haya. Na kama una changamoto zote za mfumo wa uzazi, changamoto za period changamoto za kushindwa kupata ujauzito, tiba ipo. Chukua namba kwenye profile, tuwasiliane kwa ushauri na tiba.